Na katika mchezo huo e, wa kesho. Uh, yeyote yule ambaye atashinda ndio atakao anaongoza ligi. Kwa hiyo ushindani unakuja hapo, na kila mmoja na hamu kupata matokeo ya mchezo huo, lakini sisi kama Azam Football Club tumejipanga vizuri. Moto ambao tumerudi nao kutoka uh, Mbeya na kufanikiwa kupata pointi sita tunataka tuendeleze kwa Simba Sports Club kushauri, mara ya mwisho tumecheza nao na tukatoka nao sare. Kwa safari hii tunataka tuondoe mambo ya sare kama tulivyoondoa uh, tulivyokuwa Mbeya kwa timu ya Tanzania Prisons, lakini tunakabiliwa na majeruhi wawa bado hajakuwa vizuri, Agri Morris bado hajakuwa vizuri. Uh, ya Thomas eh, Egonanzo naye na eh, bado hayuko eh, vizuri kwa maana ya majeruhi. Lakini Erasto Nyoni yeye ni majeruhi wa muda mrefu, ameumia kidole kwa muda mrefu na hajaonekana tangu tumeanza ligi hii. Lakini waliokuwepo wote ni wazima na ndio hao waliofanya kazi Mbea. Kwa hiyo tunatarajia eh, kwa umoja wao na kwa umoja wa benchi la ufundi tutapigana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba hizo pointi tatu tunazibakisha katika eh, mikono yetu ili tuzidi kukaa sawa. Of course swala la uwanja liko wazi, liko wazi kwa maana kwamba klabu ambayo uh, imepitishwa ime uwanja wake basi itumie kwa macheza, lakini tumekuwa na majadiliano na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa muda mrefu. Uh, inaonekana kwamba imekuwa ngumu kwetu sisi kutumia uwanja wetu wa nyumbani. Azam Football Club ni timu ya mpira na imeundwa kwa ajili ya kucheza mpira. Tutacheza kesho katika uwanja wa Uhuru kwa maana ya e, mwenyeji kwa sisi Azam Football Club. Kwa hiyo tunachokiangalia sisi tuondoe marumbano, ni kucheza mpira na kutafuta point tatu uwanjani, kwa tumejipanga of course tucheze nyumbani kama ulivyosema, lakini situation ile kama ni ngumu, na kama unavyofahamu kwamba, uh, kuenda uwanjani maana yake utakuwa umepoteza point tatu. Kwa hiyo kama umepoteza point tatu, utakuwa hakuna ulichokifanya. Umefanya maandalizi ya timu muda mrefu, umeandaa timu vizuri, umesajili vizuri, alafu unapoteza point tatu kwa kutofika uwanjani, of course yaingia kilini.